Shirika la kutoa misaada linalotoa huduma zake katika zaidi ya nchi mia moja thelathini likifahamika kama Source Children Villages lilisema Alhamisi, mwanzilishi wake aliifanya unyanyasaji wa kingono na kimwili kwa miongo kadhaa kabla ya kifo chake mwaka elfu moja mia tisa na themanini na sita na ina rekodi za kesi nane ambapo fidia ililipwa. Shirika hilo la misaada Austri la Austria lilipoanzishwa mwaka elfu moja mia tisa na arobaini na tisa kusaidia watoto mayatima katika vita vya pili vya dunia, lilitoa tangazo hilo liliposhughulikia madai ya unyanyasaji katika miaka ya hivi karibuni katika vituo vyake kadhaa nchini Austria. Inapanga kuanzisha upya shughuli zake, huku ikichunguza madai ya sasa na ya kihistoria ya unyanyasaji katika wiki za hivi karibuni waathiriwa zaidi na wafanyakazi wamejitokeza wakati wa uchunguzi, shirika la SOS children villages lilisema katika taarifa, na kuongeza kuwa linafuatilia kila ripoti na limeimarisha utafiti wake wa ndani katika kesi za kihistoria. Kama sehemu ya uchunguzi huu, kesi nane za ulinzi wa mwathiriwa zilizohusisha mwanzilishi Hameni uh, Meina zilikuwa zimefichuliwa ilisema ikibainisha kuwa zilitokea katika maeneo manne nchini Austria ambayo haikutaja kati ya miaka elfu moja mia tisa na hamsini na elfu moja mia tisa na themanini. Waathiriwa wote wanane ambao kesi zao zilisikilizwa kati ya elfu mbili na kumi na tatu na elfu mbili na ishirini na tatu walipokea malipo ya fidia ilitema, ilisema taarifa, bila kutaja ni kiasi gani au kutoa maelezo zaidi juu ya watu au vitendo ambavyo vilikuwa wamefanyiwa mana, shirika hili la misaada la watoto lilisema kwa hiyo mwanzilishi wake alikuwa ametekeleza vitendo hivi vya unyanyasaji na kuacha watu kuwa na uh, wakati mgumu wa maisha yao kwa vile vitu ambavyo walikuwa wamefanyiwa na mwanzilishi wa shirika hili.